Watanzania tunataka kwenda kuangalia, kuna mafanikio sijui yameletwa. Tuambie wewe, mafanikio gani? Kombe gani ambalo tumeleta? A taifa imeleta kombe gani ambao unasema kwamba wewe ni mafanikio? Kufuzwa wee ni ngoja nikwambie kitu kimoja, ilikuwa tunakwenda vizuri, timu zetu za ndani mpaka timu ya taifa tunakwenda vizuri kabisa. Umeelewa? Hichi kinachotokea leo hii kinakwenda kutugawa, kinakwenda kuondoa morali ya wananchi wana, kinakwenda kuondoa morali ya watu wa mpira kutu kusapoti hivyo vitu, kwa sababu wewe mwenyewe rais unashindwa kusimama. Kama rais simama, ukoa madudu yote haya futa, kwa sababu nikwambie, miongoni mwa watu ambao walikuwa wanafanya kazi nzuri wote tunajua rais kalia kazi aliyokuwa anafanya mpaka kuja kapu, sio wajinga wakuchague kwenye kamati zao. Ina maana wewe ni mtu, lakini hawa ambao waliwaweka yeye, unaogopa nini kuwaondoa waondoe ili uokoe hata wewe, imani ya Watanzania wawe na wewe. Lakini nataka nikwambie, wanafungiwa wasemaji kutoka Yanga, wanaadhibiwa watu kutoka Yanga wanaadhibiwa sikilini na nini? Tumesikia si kesi imekwenda kule, wasemaji wamepelekwa, tukazikavuja kwamba mmoja ndo kafungiwa mwingine kaachiwa kwa sababu ni mungu. Sasa maana yake nini? Ndio kwao kusikia za China kape, tunaambia kwamba Ali kafungiwa miaka miwili, ameliali kaachiwa wakati amediali inasemekana, yeye kawatukana sisi, kasema anawaambia Wanasimba, kukote mlipo duniani, adui yetu namba moja ni Yanga, namba mbili Singida. Mimi nimewashangaza sana Singida. Kwa nini wao kupeleka shauri sana? sio sehemu ya huwezi kusema huyu hapa ni adui yangu. Sisi sio adui, sisi ni, sisi ni watani. Tutanie muona, tumepoteza mchezo wetu wa kimataifa, akaandika bango lake kubwa tu, tumefurahi ya mjafuzi na mimi namsapoti kwa sababu amefanya kile ambacho tunatokea tukifanya eh tutaniane vizuri safi, lakini unapokuja kuleta habari zako hizi, sisi hatukuelewi. Huo sio mpira huo, sisi ngoma hii. Na mimi nilitaka kufanya kitu nikazuiliwa. Mimi nitaka niandae ni, ni kabisa mashabiki wote hapa Dar es Salaam, twende mahakamani, kwa sababu ni mara ya pili tunafanyiwa vitendo hivi. Yanga, eh, elfu mbili na ishirini na moja tunanyimwa haki yetu ya msingi, tumekata na tiketi zetu, tunaingia uwanjani lakini mpira hakuna, mechi hamna. Zile nauli na watu waliotoka mbali mikoani huko, umewarudishia? Ndugu yangu Idikizinga natoka mkoa wa Katavi, huko mimi nadai huko, anakuja kwa kuongala mechi juzi, katumia laki nane, ameondoka yule. Unamwambia aitunze ile tiketi yake? Hizo laki nane utamrudishia? Nilitaka kuwapeleka mahakamani lakini nikaamua niache, nimetumia busara eh, mi shabiki nimetumia busara eh. Tulishatumia busara. Viongozi walishatumia busara sana, lakini wamechoka. Mimi hapa nimetumia busara sasa hivi na kuelekea na mimi naacha busara muuza mahakamani. Shukrani sana. Bana asante sana.